Bana, dunia imekuwa na mambo mengi sana ambayo pengine labda we mwenyewe unaweza kuwa unayajua machache, lakini leo nataka nikujuze jambo ambalo pengine labda ulikuwa ulijui. E bana, kwenye jamii ya watu wa huko Ugiriki huwa kuna utamaduni ambao utamaduni huo ni wa kuwatemea mate mabibi harusi pale ambapo inakuwa ni siku ya harusi. E bana, hii mira iliweza kupata umaarufu mwaka elfu mbili na mbili kupitia filamu ambayo inafahamika kwa jina la My Big Fat Greek Wedding. Bana, kuwatemea mate mabibi harusi imekuwa ni moja kati ya tamaduni ambazo zinaendelezwa pale Ugiriki, ikiwa ni namna tu ya kumtakia heri, lakini pia kuweza kuondoa mikosi ambayo bibi harusi pengine anaweza kawa ametoka nayo huko nyumbani kwao. So huaga ndugu pamoja na jamaa, marafiki wanaungana pamoja na kumtemea mate bibi harusi. So kwako wewe kama mbongo mwanedada ambaye upo bongo unataka kwenda kuolewa kule kwa watu wa Ugiriki basi hakikisha ya kwamba unajipanga vilivyo kabisa, kwa ajili ya sakata zima la kwenda kutemewa mate, ili wao wakiwa wanaamini kwamba ni katika sakata tu la kuweza kutoa mikose ambayo pengine ulikuwa nayo umetoka nayo nyumbani. Kokoa kama mdau wa burudani uko na mtazamo gani? make sure to drop comment yako kwenye uwanja comment hapo ja unakometisha kinomanoma